Imamu wa zama zetu Al-Imamu Al-Mahdi ajjalallahu ta'ala farajahu sharif. Na video hii itakuwa ndio video ya kwanza, na maudhui hii tumeipa jina ya kwamba mtambue imamu wa zama zako. Insha Allah tupeane masikio ili tuweze kufahamu walau machache kumhusu imamu wa zama zetu amesema mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam man mata wa lam ya'rif imama zamanihi mata mita tanjahilia, atakayekufa na hali ya kuwa hajui imamu wa zama zake hamtambui imamu wa zama zake, atakuwa amekufa kifo cha ujahilia, atakuwa amekufa kifo cha ujahili. Inamaanisha nini kusema kwamba atakuwa amekufa kifo cha ujahili? Maana yake atakuwa amekufa kifo cha kipagani, atakuwa amekufa kifo cha kikafiri, atakuwa amekufa nje ya imani. Kwa hiyo, yapasa kila muumini, yapasa kila Mwislamu amtambue ni nani ambaye ni imamu wa zama zake. Hadithi hii pindi tunapoitafakari, tunaweza kupata na kuyafahamu mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni wajibu kwa Waislamu wote kumtambua imamu wa zama zako, ni wajibu, sio hiari, ni wajibu, utake ama usitake, ni lazima umtambue imamu wa zama zako. Jambo lingine, mtu ambaye hamtambui imamu wa zama zake basi pindi atakapokufa anakuwa amekufa kifo cha ujahidi, anakuwa amekufa nje ya imani ya dini ya Uislamu. Jambo lingine ni lazima tufanye juhudi kufikisha ujumbe wa imamu wa zama zetu kwenye familia zetu kwenye kazi zetu kwenye jamii zetu kwenye kile ambacho kinachotuzunguka lazima uwaambie watu kuhusiana na alimamu almahdi lazima uiambie jamii kuhusiana na alimamu almahdi kwa hiyo ni jukumu letu sisi kufikisha ujumbe katika jamii katika familia zetu katika rafiki zetu katika jamaa zetu ili hali wabaki wakiishi kumtambua akumtambua al-Imam al-Mahdi. Na jambo lingine, kifo cha ujahili ni kifo cha upotovu, ni kifo kibaya, kwa maana utakapokufa kifo cha kijahili, unakuwa upo nje ya mwongozo wa Mwenyezi Mungu, yaani unakuwa upo nje kabisa ya mwongozo wa Allah subhanahu wataala. Na kifo hicho kinamuelekeza mtu kwenye adhabu ya milele. Kwa hiyo yatupasa sisi kujua na kufahamu na kuzingatia yale ambayo Mtume aliweza kutuachia na maimamu alaihimussalam.

Imam Jafar Sadiq alaihi salam anasema, imamu ambaye kumtii ni jambo la lazima, yaani Alimamu Mahdi kumtii ni jambo la lazima. Anatokana na sisi. Alimamu Lmahadi anatokana na wao. Alimamu Mahdi anatokana na Mtume. Alimamu Mahdi anatokana na imamu Ali anatokana na Imamu Hassan anatokana na Imamu Hussein anatokana na maimamu wote, yoyote anayemkataa kufa kama Yahudi. Ina maana kwamba utakapomkataa Imam unakuwa umekufa kama Yahudi, maana yake kumkataa al-Imam al-Mahdi ni kumkataa mtu al-Imam al-Mahdi ni kumkataa Imamu Ali, kumkataa al-Imam al-Mahdi ni kumkataa Imam Hassan, ni kumkataa Imam imamu Hussein Koo oh, atakayemkataa alimamu almahdi, anakufa kama Yahudi au Mkristo au mpagani. Na hapa kwa Allah, tangu siku ambayo Allah alimchukua Adam, kwa maana alipomfisha, hakuwahi kuiacha ardhi bila imamu ndani yake, tangu Allah subhanahu wataala alipomchukua Nabi Adam alaihi ssalam basi hii ardhi haijawahi kuachwa pasina kiongozi, ardhi haijawahi kuachwa, kuachwa tu pasina kiongozi ambaye kupitia kwa imamu huyo watu wanaongozwa kuelekea katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo, yu, yule kiongozi anayekuwepo ndiye anayeongoza watu kuelekea katika njia ongofu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na ambaye ni hoja, ambaye anakuwa ni hoja ya Allah juu ya waja wake. Basi yoyote anayemwacha Imam imamu huyo huangamia. Utakapomwacha alimamu Mahdi, utaangamia. Utaangamia kivipi? Kwa maana kwamba utakuwa umemwacha mtume, utakuwa umeacha maamrisho ya mtume, utakuwa umeacha mafundisho ya mtume utakuwa umeacha kila kitu ambacho mtume alikiacha katika dunia hii, na miongozo yote ambayo mtume alituelekeza, na yeyote anaishikamana naye huokoka. Kwa hiyo ukishikamana na huyo imamu basi utaokoka, utakuwa katika njia salama na yenye nuru na yenye mwanga. Hii ni haki au ni jukumu lililo juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi insha Allah Tumuombe Allah subhanahu wa taala atupatie maarifa ya kumtambua imamu wa zama zetu Al-Imam Al-Imamul Mahdi ajalallahu taala farajahu sharif, na pia tunamuomba aharakishe kudhihiri kwa Imamul Mahdi alayhi salam wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin at-tahirin wal afwa minkum.